zangu tunaalikwa katika siku ya Alhamisi Kuu, tunaalikwa katika Alhamisi Kuu, na kama kuna siku ambazo msharika hapaswi kukosa, mkristo hapaswi kukosa kusogea mbele za Mungu kwa unyenyekevu, ni siku hii hizo nyingine kama kwa bahati mbaya akashikwa na lile lakini, siku hii ambayo anakumbushwa habari ya kuanzishwa kwa agano hili hapaswi kukosa, ili apokee kwa unyenyekevu mwili na damu yake ya thamani kwa ondoleo la dhambi. Dhambi zetu zinaoshwa, dhambi zetu zinasamehewa. Mimi niwaletee wito kusogea mbele za Mungu, kusogea kwa unyenyekevu mkubwa kwa sababu kwa njia ya kupokea mwili na damu yake ya thamani, tunajengewa ushirika wa kweli kati yetu sisi kwa sisi na kati yetu sisi na Mungu. Pale ambapo sisi kwa sisi hatukwenda sawa sawa, tunaambiwa tunaunganishwa tena, tunarudishiwa tena ushirikiano wetu. Lakini pale ambapo ushirikiano wetu sisi na Mungu umetetereka kutokana na maisha yetu na dhambi zetu na yale yote yasiyofaa Hatuhitaji tena mbuzi wa Azazeli, lakini damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani inatuosha dhambi zetu na kuturudishia ile uhusiano wetu tena na Mungu. Na hili ndilo jambo kubwa ambalo tunaitiwa katika siku hii ya leo. Tunajengewa moyo wa ibada ya kweli ya kusogea mbele za Mungu kwa toba ya kweli. Tunajengewa tena mazoea ya kuendelea kushiriki mara kwa mara. Maana yake kuanzia hii leo tunapopokea mwili huu na damu yake tunajengewa samazoea kila mara kila mara kusogea mbele zake kupokea mwili na damu yake ya thamani. Tena tunajengewa ushirika na kushirikiana, tunaandaliwa kupokea mwili na damu yake, na kama tulivyosoma ile neno la waraka kutoka waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto, wanasema lazima kujihoji, kujiuliza, kujitakasa kujisafisha maana aulaye alaye na kunywa bila kujihoji, yeye hula na kunywa hukumu ya nafsi yake. Na hapa ndipo napoweka wazi jambo hili kwamba tusogee tukiwa tumejiandaa katika maisha yetu, na tujengewe matengenezo ya maisha yetu, palipokaa vibaya parekebisho, tulikotoka hapa kama katika maisha yetu kama tuna mahali tulipopotoka tukarudishwe tena katika nafasi yake, na kama kuna watu hata wameishi katika kununiana, hawasalimiani e, mtu na jirani yake, mtu na mwenzi wake, mtu na jamaa zake, kuanzia hii leo tunapopokea mwili na damu yake ya thamani kwa ukumbushi wa Yesu Kristo na kujengewa umoja huu na ushirika huu tunarudishwa kwa upya, tutoke hayo yakiwa yameisha, tukianza tukiwa watu wapya, tukiendelea kushikamana tena kwa upya kabisa, kwamba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Hilo liwe ni kubwa katika siku hii ya Alhamisi Kuu. Na Yesu ambaye ndiye mwana kondoo wa Pasaka anayetolewa mara moja tu, alikuja mara moja tu bila kurudiwa rudiwa kila mwaka aliyejitoa msalabani akitoa mwili wake na damu yake ya thamani, anatualika sasa kila mmoja kunyenyekea, kushiriki meza yake takatifu kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu na kuendelea kujengewa nguvu ya kuendelea kuhubiri habari njema katika ulimwengu huu.